Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya, ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo wa mwisho wa Stephane Aziz Ki ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club, huku pia nyota wa zamani wa kikosi cha Yanga Saimon Msuva akitembelea makao makuu ya timu hiyo. I love you Yanga Mwah. Mchezo wa nusu fainali wa Kombe la Shirikisho la CRDB dhidi ya JKT Tanzania ulikuwa ni mchezo wa mwisho kwa Stephane Aziz Ki kuitumikia klabu ya Yanga, huku katika mchezo huo akipewa heshima ya unahodha, huku wananchi Yanga wakiibuka na ushindi wa mabao mawili kwa nunge.

Mpira ko pembeni kule, dube kaupitisha kwa duke, abuya kapitisha mali katika nafasi nakata, Karim. Ilikuwa ni swala la muda tuchaa. <coughs> akamwekea <coughs> haya. <coughs> Edward na mwisho kushika mpira

Naam, Aziz Ki katika soka la Tanzania ameshafanya makubwa, hivyo huwezi kutenganisha upendo wa mashabiki wa Yanga na nyota huyo. Hii hapa ni makala fupi mahususi kumuhusu nyota huyo. Wanaondosha Simba, ni fao free kick kuelekea kwa Simba, Aziz Ki

Wana Jangwani, mapenzi ya kweli hayaishi kwa kuambiwa tuachane, kwani upendo wa kweli mara zote haufutiki kwa maneno ya kawaida. Sori Aziz Ki, asili Burkina Faso, nafasi kiungo mshambuliaji, mafanikio na umaarufu mkubwa Yanga Sports Club. Stephane Aziz Ki mchezaji wa soka wa kimataifa kutokea Burkina Faso ambaye amejizolea umaarufu mkubwa barani Afrika kutokana na uwezo wake wa kipekee kama kiungo mshambuliaji ambaye alikuwa mhimili mkubwa wa mafanikio ya klabu ya Yanga nchini Tanzania amewaga wananchi, lakini ukweli wangu ni kwamba huyu ndiye mchezaji pekee aliyevigeuza viwanja vingi nchini Tanzania kuwa sehemu ya mazoezi pindi alipokuwa uwanjani, kwani si kwa uwezo mkubwa aliyokuwa nao miguuni mwake na kipaji cha kutosha kuwachosha wapinzani. Baada ya misimu mitatu ya mafanikio makubwa ndani ya ligi kuu ya NBC, Stephane Aziz Ki ameiaga rasmi klabu ya Yanga akihitimisha safari yake ya kihistoria nchini Tanzania na kuacha alama isiyofutika katika historia ya klabu pamoja na kushika hisia za moyo wa mashabiki wengi kwa kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya Yanga katika kipindi chake. Genius huyu wa mpira ambaye alijiunga na Yanga mnamo mwaka 2022 akitokea Asek Mimosa ya Ivory Coast. Ndani ya kipindi chake cha miaka mitatu, alisaidia klabu kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania, NBC Premier League, kwa misimu mitatu mfululizo na kufika hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Katika msimu wa 2023-2024 alifunga mabao 21 na kuwa mfungaji bora wa ligi na kutunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa msimu, hiyo ikiwa ni baadhi ya mabalaa aliyoweza kuyafanya ndani ya ligi kuu ya NBC. Nani kama Stefan Aziz Ki? Dar es Salaam.

na panga yenye makali makali ukiwa mkweli kwenye dunia iliyojaa uongo na hadaa, mara zote unaonekana adui. Lakini wacha ukweli usemwe. Ipo mijadala mingi ilianzishwa juu ya hofu ya kiwango na ushindani kwa nabii huyu wa soka aliyeshushwa tokea nchi ya Burkina Faso, lakini uwezo wake ulithibitisha ya kwamba yeye si mtu wa maskhara. Unapomwekea wasiwasi, ndipo anapojibu. Maisha ya awali kwa Aziz Ki, alizaliwa wa tarehe sita ya mwezi Machi ya mwaka 1996 na, na kuanza safari yake ya soka katika akademi ya Rayo Vallecano nchini Hispania. Baadaye alicheza katika vilabu mbalimbali mbali vya Ulaya ikiwa ni pamoja na CD San Roque de Lep Hispania, huku mafanikio pamoja na umaarufu wake mkubwa akijizolea ndani ya Yanga Sports Club, ikiwa ndani ya muda mchache akajizolea lundo la mashabiki kutokana

Katika msimu wa mwaka 2023 2024 alifunga mabao 21 na kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Tanzania, akichangia kwa kiasi kikubwa katika kutwaa ubingwa wa ligi kwa mara tatu mfululizo kwa Yanga. Kwa mafanikio hayo, alitunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Mbali na soka, Aziz Ki ni mtu mwenye moyo wa mapenzi na ni ndani ya ardhi nzuri ya Tanzania imeweza kumbariki mke ikiwemo kufunga ndoa ya kifahari iliyohudhuriwa na watu mashuhuri kutoka sekta mbalimbali hii ikionyesha hadhi ya ukubwa wake. Aziz Ki ana mapenzi makubwa na Yanga. Aziz Ki ana upendo usiopimika na Tanzania, na ni ujumbe wake wa kuaga kupitia mitandao ya kijamii kwa hisia nyingi, ukieleza ya kuwa nilikuja nikiwa na ndoto, lakini naondoka na kumbukumbu -kumbu za maisha Yanga, ili nipafamilia mashabiki wa ajabu, na pia mke mzuri. Asanteni kwa kila kitu. Urithi uliouacha utaendelea kukumbukwa kama mchezaji aliyeleta mabadiliko makubwa Yanga. Uwezo wa kiufundi ikiwemo utaalamu wa kupiga pasi na kufunga, kutuliza mipira, pamoja na ubunifu wa kutosha, uongozi ndani ya uwanja vinaacha alama ya kudumu. Wananchi watamkumbuka daima kwa mchango wake mkubwa. Kilio cha kwaheri ni sauti ya kumbukumbu kumbu. Asante kwa kila kitu, Stephane Aziz Ki. Nao mashabiki wa Yanga wamemtakia Stephane Aziz Ki kila laheri na kumshukuru kwa mchango aliyoutoa ndani ya klabu yao. Yanga ameshafanya kazi, amedeliva, tunajua alikuwa mfungaji bora mwaka jana, amesaidia timu katika mechi nyingi kubwa za kimaamuzi. Kwa hiyo sisi hatumdai kitu. Anakoenda sisi tutamtakia kila laheri. Heri uh, na nikiangalia kwa upande wa timu yetu watu wengi wanaweza kusema, ah, anaondoka kabla msimu haujaisha, labda tutacheza vipi bila Aziz Ki? Lakini uh, mbadala wa Aziz Ki huko Yanga tunaye, Chama jana ameingia, ametoa assist na ame replace namba ya Aziz Ki yule alikuwa akicheza. Kwa hiyo katika mechi zilizobakia sisi uh, tuna mchezaji ambaye ana cover nafasi yake bila, yani hata mtu akifumba macho akifumbua tu anaweza afani, akiingia anacheza nafasi ya Aziz Ki. Kwa kasi hakuna. Kwa kasi hakuna kwa sababu uh, timu yetu haikuwa ikimtegemea mtu mmoja. Lakini Uh, kuna uh, qualities ambazo zilikuwa zinapatikana kwa kila mchezaji. Yaani kila mchezaji anakuwa na ubora wake. Kwa hiyo Azizi alikuwa na uh, ubora wake, tunajua alikuwa ni mtu wa kucheza set pieces za maana, alikuwa na score, eh, akipiga, akipiga uh, mashuti ya mbali. Sisi tunamtakia safari njema aendako. Aliyoyafanya Yanga sio mabaya. Miaka yake aliyokaa ametupatia ubingwa wa ndani. Ametupatia fainali ya kombe la, la shirikisho ametupitia makundi katika kombe la nani, la, la, la mabingwa Afrika. Kwa hiyo mchango wake mkubwa, na sisi tunamtakia safari njema. Kuhusu wa Aziz Ki, kama anaondoka acha aondoke, alichotufanyia sisi ametufanyia kitu kizuri. Yani wanayanga wasimpige wala wasimbishie, na viongozi wetu wamruhusu waende, sisi tutampata mwingine kama Aziz Ki alivyo. Stephane Aziz Ki ni mchezaji mzuri sana, na kila timu inatamani kuwa naye mana hata msimu um, wa mwaka jana alipo tulipofika robo unajua goli lake alitaka tuvushe, lakini bahati mbaya tu ndo hivyo ikatokea changamoto na nini hivyo, lakini mchezaji mzuri sana na kila timu Afrika natamani kuwa naye. Nyota wa zamani wa kikosi cha Yanga Simon Msuva naye ametembelea makao makuu ya klabu hiyo yaliyopo mitaa ya Twiga na Jangwani, huku kubwa zaidi akikumbushia historia yake kipindi anakitumikia kikosi hiko. Leo nimeweza kutembelea klabu ya Yanga ambayo ni fama klabu, ni klabu ambayo nimeweza kucheza miaka kadhaa ya nyuma, lakini pia haya ni makombe baadhi ambayo nimeweza kuchukua kipindi ambacho nipo. Na kombe langu la kwanza ni ile ya 2012 2013, na kombe la Azam Sports 2016 2017, na hii 2014 2015. Uh, haya ni makombe ambayo kwangu mimi ni historia kubwa, na historia hii haijajengwa na klabu nyingine, imejengwa na Klabu ya Yanga. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naweza nikasema na, na washukuru. Nimefurahi pia kutembea kwenye klabu yangu ya zamani, na kingine nawatakia kila la heri, lakini pia kuna, kuna, haya makombe, kuna baadhi ya mwaka ambao tumechukua, mimi naweza nikasema kuna vikosi ambavyo tuliweza kucheza, kuna watu ambao nilikuwa niko nao, kuna wachezaji ambao nilikuwa niko nao katika hiki kipindi ambacho niko katika timu ya Yanga. Na uh, kikosi changu bora Uh, golikipa alikuwa Batezi Ali Mustafa, namba mbili alikuwa Juma Abduli, namba tatu alikuwa David Ruende, namba nne na tano alikuwa Kevin Yondani na Debu Kanavaro, namba sita alikuwa Mbuyu Twite, namba saba nilikuwa nacheza mimi Simon Msuva, namba nane alikuwa anacheza Aruna Nionzima, Kizimana, namba tisa alikuwa nacheza Uh, Kavumbagu namba kumi alikuwa anacheza ngoma na namba kumi na moja alikuwa anacheza ah, no, namba kumi na moja alikuwa anacheza uh, Mwashuya kijana. Hiko ndio kikosi changu ambacho niliweza kuwa nao na pia tuliweza kuchukua baadhi ya makombe katika hii miaka ambayo imepita ime, ime. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa kweli, nimepita kwenye klabu yangu ya Yanga ya zamani. Uh, I wish nichukue hata kombe moja niondoke nayo nyumbani, lakini haiwezekani. Katika misimu ambayo nimecheza, msimu ambao mgumu kwangu ni msimu wa uh, 2014 2015. Huo ndio ulikuwa msimu mgumu sana kwangu mimi, na nikisema mgumu, kuna baadhi ya changamoto ambazo nimepitia, japo siwezi kuzisema zote, ila nitazisema chache. Kuna kipindi ilifikia <laughs> ilifikia watu wanataka kunipiga washabiki wa Yanga kwa sababu wanasema <laughs> wanasema mimi na nini timu yao na yujumu yu, timu yao. Lakini yote kwa yote, washabiki walikuwa wananipenda na walikuwa wanaamini kipaji changu, walikuwa wanaamini uwezo wangu, kwa hiyo walikuwa wanajua kuna, kuna makubwa naweza nikayafanya, lakini mwisho wa siku wao wao waliweza kuni, kuni encourage na nikaweza kufikia marengo, na wao wao walikuwa wanakuja hata uwanjani kuniletea viroba vya mchele, nafikiri watu wanakumbuka hilo. Kwa hiyo ndio ilikuwa msimu mgumu kwangu, lakini pia ulinijenga ulinijenga mpaka sasa hivi, unaona niko niko imara, lakini huu imara niliweza kuupata nikiwa Yanga na nimeweza kuupata kwa washabiki wa Yanga, maana wao ndio wamenifanya niwe imara. Kuna kipindi walikuwa wananizomea, lakini sio kwa mabaya, walikuwa wananizomea kwa mazuri, kwa sababu walikuwa wanaamini talenti yangu, wanaamini kipaji changu nilichokuwa nacho. Kwa hiyo mi pia nawashukuru kwa yote ambayo yameweza kufanyika huko kipindi cha nyuma, lakini naamini wanaendelea kuishabikia timu yao, wanaendelea kuipa nguvu popote wanapokwenda, wapo pamoja, viongozi, wachezaji wenyewe pia wanapambania timu. Basi hicho ndo kikubwa, nawaombea. Ki ukweli msimu huu kama ningekuwepo ningekuwa top scorer mapema sana. Kwa jinsi ninavyojijua ningekuwa top scorer yani mapema sana, ningeweza ku... nafikiri raundi ya kwanza ya ligi ningekuwa tayari nishajua kama kiatu nachukua ama sichukui, lakini kwa energy nilokuwa nayo na spirit nilokuwa nayo na experience nilokuwa nayo, sababu ukisema experience ya nyuma na ya sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo mi naamini sasa hivi ningekuwepo ningeweza kuvuka magoli ambayo niliweza ku, sababu nilifikisha magoli kumi na nne na nilifungana na Abdarahmani Musa kama unakumbuka. Kwa hiyo wote tulipewa viatu, yeye alipewa kiatu na mimi nikapewa kiatu. So kama ningekuwepo kipindi hichi, ningeweza kufikia malengo zaidi ya yale ambayo nilifikia huu msimu. Ilikuumiza kufungana na na Dore Musa kato kusikola wa wili. Ya, iliniumiza. Na ndiyo maana mpaka ikajadi uh, wakawa naongelea kuswishi za penati, nani ana penati nyingi? Mi nisikuwa na penati nyingi kama yeye alikuwa anapiga. Mimi Yanga mara nyingi nilikuwa nafunga magoli ya ya kawaida tusifungi magoli ya penati. Lakini yote kwa yote alikuwa na goli kumi na nne na mi kumi na nne. So, Federation wakaamua wote watupe viatu, basi tukaweza kupata viatu lakini, wote tulionekana na wafungaji bora. Ile nyuma, nilitamani niwe peke yangu. Kwa sasa hivi, uh, golikipa Dii Diara ehe, deserve ana, ana, ana, ana, ana kuwepo na uh, kwa striker Mzize uh, anastahili kuwepo uh, kwa beki Diki anastahili kuwepo. Ikiwa imebakia michezo michache ligi kuu ya NBC kumalizika pamoja na michuano ya kombe la shirikisho la CRDB, mashabiki wa Yanga sports club wametoa maoni yao juu ya mbio za ubingwa msimu huu. Matarajio ya ubingwa kwa Yanga bado yako pale pale na nadhani tumebakisha mechi mbili. E, matarajio ya ubingwa ni makubwa, na ubingwa lazima tutachukua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ubingwa tutachukua Yanga anategemea. Rais wa Yanga engineer yuko makini na timu yake, na sisi kama mashabiki tuna msapoti, tuko nyuma yake. Ubingwa tuta, tutachukua tuta kwa mwaka huu, udugu mara kujisemea mzalamo, ubingwa tunachukua asilimia mia moja eh. kinawaminisha wachezaji wetu bado wapo, wapo, wapo vizuri na viongozi wetu wapo vizuri na wana msimamo wao ule ule. Eh, msimamo ule ule, na wale ubingwa bado tunauhitaji na bado tunaopata ubingwa 100%. Kwa utaraji ubingwa kwa Yanga ni mwepesi sana kwa sababu tunaona kama tu, sisi hakuna timu yoyote inaweza kutushusha. Unaona, kiongozi, eh? Hakuna timu yoyote inaweza kutushusha. Pia nazungumzia kwamba kwenye ligi ya mwaka huu ni nyepesi sana kwetu kuliko ligi zote zilizopita kwa sababu tutajiamini, kwa sababu mini, timu yetu ni bora kuliko timu zingine kwa hapa Tanzania. Kama game utachezwa hiyo tarehe 15, basi sisi tuna nafasi kubwa sana kushinda, kwa sababu hatuna presha, ila wao ndio watakuwa na presha. Ndo inachukuliwa kwa vizuri kabisa, tunatetea ubingwa wetu vizuri kabisa, kuanzia ligi kuu mpaka FA, asilimia zote tunashinda na ubingwa kwetu sisi. Ndio mabingwa wa kihistoria, ni lazima tuchukue ubingwa na hakuna kutuzuia yoyote yule, hayupo. Naam, hii ndiyo Yanga, timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.